Kuhaki na kutawala, lazima tujenge, vijengeke, lazima bodaboda tuwape vijana waendeshe, lazima vijana wapate kazi, lazima yeah, vijana wajenge, wainuliwe, hakuna. Yeah, atujaja kutaria hapa mjini kwa jina la Yesu, na hata wao jaja kutarimo nangu hata, yeah, kama watu wanakuona kama vigua azimo, nataka nikwambie tumo sana na tuna akili sana. Haleluya, Bwana Yesu asifi amen, amen. Wangapi wako tayari kufuta maneno mabaya? Unyo, kuna mizee mezoea tu na minada na mikaka mingine mezoea kutamkia maneno mabaya Sura yenye hiyo haina hata mvuto. Mvuto wewe huo mvuto unakuvutia ili uweje? Sema mimi. Sema mimi. Sema mimi na. Tukikutamkia maneno kama yule anambia hilo neno ni la kwako na watoto wako Amen. Na kwangu halitakuwa na mimi ni handsome boy na watu wananikubali najua ndio nakubalika nakubarika. Maana wewe umepata sifa kunisifia kwa ubaya wangu. Tumisha Mungu alizungumzia baada ya neno. Hallelujah. Sina mkumbuka jamaa mmoja leo tuelembe ongea. Yule mzee yule. Hallelujah. Walikuwa nasema sura mbaya lakini ile ile ameoa mzungu mtumishi kasema. Kabisa. Na jana nika prove nikaangalia ameoa mzungu, alioa ameo mzungu ingapi marehemu. Lakini alioa mzungu. Sasa hiyo hiyo sura beautiful kabisa hiyo. Kwa kwa nini ukose mume? Kuna mimi na nenewa tu. Mtoto wa Fred tazalia nyumbani, hakuna kuonewa, hakuna kufunga ndoa, ikizaa nyumbani watoto sita. Ndio apate mzee mzee. Ashindwe. Haleluya. Amen. Amen. Wengine hakuna kuishi na amani yaani, nakwambia kila siku ngumi tu. Ni ligitu linanenea maneno haya. Sikia nikwambie, leo tutaenda kufuta kila neno, hata kama umejitamkia mwenyewe. Na neno linakingwa kwa neno, mwambie ndani yako, neno linakingwa kwa neno. Siku moja mtu mmoja apenda, niliwaambia hata siku moja, amanigambia hivi, kuna mali, nilikuwa nanunua vitu fulani hivi, ligitu limoja nimejitokeza huko tu, jamani, hali ngumu hivi, sisi nisikilize hilo neno hali ngumu tuko dukani hapo. Sitaki nikwambie kwa nani, si ukasema ukamfuata ukamwambia kwamba mwinje alikuwa ananiambia hivi. Haleluya, amen. Anatamka maneno na mimi nasikia na masikio yangu, nimepaki boda boda yangu pale. Nakwambia hali ngumu siku hizi, tutakoma, nauli zenyewe zimepanda bei hey, kutoka zingiziwa hey, mpaka chanika eh, mpaka gongora mboto 1850 hivi sisi masikini tutafanyaje? Nikamwambia eh hey, ili neno na mimi ninanyoso, sisi ina maana na mimi ni <laughs> Nikaambia wewe ma... kimoyo moyo za nikaambia, ili neno masikini ni la kwako na watoto wako, mimi alitakuwa kongo na kwa watoto wangu. Sikia nikwambia, mwanangu, ukinenewa neno usilikubalie yeah. yeah. we kizezi kinatoka mchumba mchumba, ndo linakuoa minakwambia, kuna watu wameolewa kwenye ndoto. mchumba mchumba mchumba. mchumba mchumba mchumba mchumba mchumba kumbe mchumba mchumba, pepo hili Haleluya. Mimi nakwambia kweli. Mume wangu, mume wangu kuoa mke kwa jina la Yesu. Lazima tuisemeshe ardhi.